Benki ya maendeleo ya kilimo ni benki ya serikali ambayo inafanya kazi nchini kote, ikiwa na ofisi za kanda zaidi ya nane. Kwa kanda ya kusini, benki ya kilimo inafanya kazi katika mkoa wa Mtwara, Lindi pamoja na Ruvuma na ofisi zikiwa mkoa wa Mtwara katika jengo la Rahaleo Complex. Tunawakaribisha sana wakulima kuja kupata huduma. Tumeshirikiana na Runali na tunawashukuru sana kwa kutuamini na kutupa fursa kuweza kuhudumia kama benki ya serikali. Ni benki ambayo tunatoa mikopo kwa riba nafuu, na hasa kwenye kuendeleza kuanzia kwenye pembejeo kwa wakulima ambao wanahitaji pembejeo, lakini pia kwa vifaa kwa, vifaa, vya, vya, kwa vitenda kazi kwenye upande wa kilimo kama matrekta magari, kama hivyo unavyoona ambao tumeweza kutoa kwa Runali. Wao wameweza kuomba mkopo wa zaidi ya bilioni 1.3 ambao tumeweza kuwawezesha sasa ili iwe ni fursa kubwa kwao badala ya kuendelea kuwa kuwapa watu wengine fedha ambazo zinaweza zikarudi zika, zika, zika katika chama na zikafanya kazi zaidi inakuwa ni rahisi. Moja ya changamoto ambayo Runali wamekuwa nayo ama vyama vingi vya ushirika ni kupata shida ya kupata magari kipindi cha msimu. Wakisha kuwa na magari yao, wana uhakika wa kuhakikisha kwamba wanaweza kubeba pembejeo lakini pia wanaweza kukusanya mazao na wana uwezo kubeba mazao haya kuyapeleka kwenye maghala makuu na kuweza kuwahudumia wakulima kwa wakati. Kama TADB tuna huduma zingine nyingi ambazo tumekuwa tukifanya, na kwa Runali mwaka jana pia tumewasaidia kufanya mafunzo kwa viongozi wao ambao tulifanyia Nachingwea Chingwea. Na ni fursa zingine ambazo zipo kwenye benki ya maendeleo ya kilimo. Niwaombe sasa, wakulima, vyama vya ushirika, ukanda wote huu, TADB iko kwa ajili yao na TADB iko kwa ajili ya kwa kuhakikisha kwamba tunamtoa mkulima kwenye kile kilimo cha kizamani kwenda kwenye kilimo biashara, na na TADB iko tayari kutoa huduma. Mpaka sasa hivi TADB ndio benki ambayo inatoa huduma hizi za mikopo kwa riba nafuu ya asilimia tisa, ambazo tayari ndo maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kutekeleza na kuhakikisha yale ambayo tunaelekezwa tunayatekeleza, na wananchi wanapata, wanahudumiwa kwa wakati, lakini pia wanahudumiwa kwa riba ambayo ni nafuu riba ambayo itawasaidia waweze kukua, badala ya kuwa kausha damu, kama ambavyo wakulima wengi wamekuwa wakikimbilia kule mitaani kupata mikopo ya kausha damu.